fupi lakini somo litakalokuwa na nguvu na matokeo katika maisha yako. Somo lina kichwa, kumwona Mungu kwa kumtafuta kwa bidii. Inawezekana kwa muda mrefu umetafuta nguvu za Mungu, umetafuta kuponywa, umetafuta kutendewa miujiza, lakini imekuwa ni ngumu. Wakati mwingine umeombewa na kuombewa, lakini hujaona matokeo. Je, Mungu ni muongo? Jibu ni la. Mungu sio muongo, Mungu wakati wote ni mkweli na ahadi zote ni amina, ahadi zake zote ni amina. Biblia inasema katika Luka 1:37, kuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Yeremia 32:17 narudia inarudia hayo hayo, 32:27, Mwanzo 18 kumi na nne inarudia maneno hayo hayo. Hata hivyo, pamoja na kuomba na kuombewa, jambo moja ambalo nataka ni kueleza ni hili kwamba miujiza yote mikubwa huwa inapatikana kwa kutafuta kwa bidii. Unataka kuponywa kansa, kisukari. Uko kitandani hivi sasa, uko hospitalini hivi sasa. Unataka kufunguliwa kutoka katika vimbe ambazo zimeshindikana kwa madaktari, zimeshindikana kwa wanadamu, zimeshindikana kwa waganga wa kienyeji, lakini kwa Yesu Kristo yote yanawezekana. Lakini ni kwa kumtafuta kwa bidii. Usiku wa leo tutajifunza mifano sita, lakini kabla ya kwenda kujifunza katika mifano sita, neno la Mungu linasema nini ili tuweke msingi katika eneo hilo. Mithali sura ya nane mstari wa kumi na saba inasema nawapenda, wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Ikiwa unamtafuta Bwana kwa bidii usiku wa leo, Mungu ataonekana kwako, utamwona Mungu bila shaka. Na tutatumia siku ya leo mifano sita ambayo ikufundishe lazima aonekane. Haijalishi una shida ngumu kiasi gani, haijalishi umepita kwenye mateso mazito kiasi gani, haijalishi kuna mateso magumu ya miaka mingi kiasi gani, Bwana atakutokezea. Mfano wa kwanza ambao tunajifunza usiku wa leo mfano kuhusu uh, mfano wa Yesu wa kuhusu kubisha hodi. Yesu Kristo alitoa mfano katika Luka sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka mstari wa kumi, akiwafundisha wanafunzi wake namna ya kuomba katika mstari wa kwanza mpaka wa tano na mstari wa uh, mstari ambayo inaendelea hapo, Yesu akawanisha mfano wake na akawanisha maombi yake na mfano wa mtu aliyefikiwa na wageni akamwendea rafiki yake usiku wa manane. Na alipomwendea rafiki yake usiku wa manane usiku huo, uh, mtu yule ambaye aliendewa yani rafiki alikuwa amelala, lakini rafiki yake akiwa anagonga mwenzake akamwambia siwezi kufungua kwa sababu nimelala. Hebu nisome mistari hiyo kwanza na uelewe msingi, kwa nini hata yule rafiki alikataa kumfungulia rafiki yake. Luka sura ya kumi na moja, hasa twende mstari wa tano moja kwa moja mpaka mstari ule wa kumi. Akamwambia, ni nani kwenu aliye na rafiki? Akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu, nikopeshe mikate mitatu kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoke safarini. Nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Na yule wa ndani akamjibu akisema, usinitaabishe. Mlango umekwisha fungwa. Nasi tumelala kitandani. Mimi na watoto wangu siwezi kuondoka nikupe. Kwa nini huyu rafiki alisema siwezi kutoka nikufungulie? Kwa sababu milango ya zamani, wale ambao wanafahamu miaka ya zamani, sio sana lakini, kwa mfano miaka ya 90 utaona mtu alipokuwa akifunga mlango alikuwa anaweka na, na, na meza anaweka na makabati anaweka na masufuria, na hiyo ilikuwa ni kwa sababu ya ulinzi, ili mwizi akija apate shida kuweza kuingia. Kwa sababu zamani mwizi wa zamani, ili mtu aweze kuvunja, mwizi aweze kuvunja, eh, alikuwa anatumia jiwe kubwa lililokuwa linajulikana kwa jina la Fatuma. Kwa hiyo kuweka vitu vingi ilikuwa ina lengo la kuzuia eh uh, huyu uh, huyu mwizi asiweze kufungua, na hivyo ndivyo ilivyokuwa nyakati za zamani. Kwa kumfungulia mtu aliyetoka nje, ilikuwa ni kazi nzito sana, manake utoe kabati utoe sufuria utoe meza makochi na kadhalika. Ndio maana ndugu huyo akasema siwezi kutoka nikufungulie. Na sasa mstari wa saba, na yule wa ndani amjibu akisema usinitabishi, mlango umekwisha fungwa nasi tumelala kitandani, mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikufungulie. Na waambia kwamba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 bisheni nanyi mtafunguliwa. Kubisha ni kugonga. Mtu yeyote ambaye ataendelea kugonga na kugonga na kugonga, maana yake atafunguliwa. Yesu Kristo anatufundisha kuendelea kubisha, kuendelea kugonga, kama huyu ndugu aliyekaa nje ya nyumba ya rafiki yake, akaendelea kugonga mpaka mtu huyu akalazimishwa kufungua. Nami nakwambia, mtafute Bwana, ukimtafuta kwa bidii ataonekana kwa asilimia mia moja. Mtalijua Mfano wa pili mfano wa dhi, wakali wa dhalimu na mwanamke mjane katika Luka sura ya 18 mstari wa kwanza mpaka wa nane. Yesu Kristo alitufundisha kuhusiana na habari ya kuomba kwa bidii Luka sura ya 18 mstari wa kwanza mpaka mstari wa nane. Akamwambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema palikuwa na ka... unasikia Yesu anasema kuomba siku zote bila kukata tamaa ni kung'ang'ania kuomba mpaka tupokee. Akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani. Kadhi ni jina jingine la linalomaanisha hakimu. Kulikuwa palikuwa na kadhi katika, kulikuwa na hakimu katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu, naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa si mchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mwanamke huyu ananiudhi, nitampatie haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema Sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hatawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Manake wanamng'ang'ania, wanaendelea kumlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao. Nawaambia atawapatia haki upesi. Ukiomba kwa kung'ang'ania, ukiomba kwa bidii, ndicho kama kitu cha cha somo kinavyosema, uh, Kumwona Mungu kwa kumtafuta kwa bidii. Kama ukimtafuta kwa bidii kwa namna hiyo kama kadri dalimu alivyompa eh, hitaji lake mwanamke yule, ndivyo na wewe mwenye kansa, kisukari, Ukimwi, umelala kitandani unatafuta muujiza wote, Bwana atakutokezea. Mfano wa tatu, mfano maombi ya Elia, katika katika Yakobo sura ya 5 mstari wa 16 mpaka wa 18, tunaona Biblia inaeleza. Yakobo anatufundisha kitu kizito sana kuhusiana na maombi ya Elia. Elia alifanya nini kabla ya maombi ya Elia Elia na kabla ya mvua kuto kunyesha ndani ya nchi ya Israeli, eh, Elia aliomba kwa bidii, na alipotaka kuifungulia ile mvua, kabla ya kutamka maneno ya mamlaka ili mvua inyeshe, aliomba tena kwa bidii, hatimaye mvua ikaweza kunyesha. Yakobo 5:16 mpaka 17 anatufundisha kitu kingine hapo: Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinye, yani mvua isinyeshe, na mvua ikunye juu ya nchi muda miaka mitatu na miezi sita Unaweza kuona mstari wa kumi na nane akaomba tena, yani wanake, akaomba tena kwa bidii, mbingu zikatoa mvua na hiyo nchi ikazaa matunda yake. Maombi ya bidii, ukiomba kwa bidii, kama Mithali nane kumi na saba na wapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii ndio watakaoniona. Ukiwa na bidii Haijalishi una shida kiasi gani, haijalishi una kilio cha kiwango gani, haijalishi una mateso kiasi gani, ukiomba kwa bidii kiwango chochote cha shida yoyote Yesu Kristo atakitatua, atakitatua bila shaka. Mfano mwingine, mfano maombi ya kanisa la kwanza. Yakobo ya alikatwa kichwa, katika Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Na kuanzia mstari wa 5 kuendelea Petro akakamatwa. Kanisa lilikuwa limelala, mwisho wake likafanyaje? Likaomba kwa bidii. Lugha inayotumika katika Biblia ne hiyo bidii inatajwa kwa, kwa Kiswahili kingine kinachomaanisha juhudi, kinachotajwa juhudi, lakini maana ni ile ile, ni kwa bidii. Matendo ya Mitume sura ya kumi na mbili mstari wa tano mpaka mpaka mstari wa kumi na saba tunaona ukweli wa jambo hilo, basi Petro akalindwa gerezani nalo kanisa likamwomba Mungu kwa kwa juhudi kwa ajili yake. Maana yake waliomba kwa bidii, na the rest of those scriptures, mistari hiyo aliyofuata, eh, Petro aliweza kuachiliwa. Petro aliweza kuachiliwa katika kipindi iko muda mfupi sana. Stefano alikuwa amepigwa mawe, yameuawa katika kipindi iko kifupi sana. Yakobo alikuwa amekatwa kichwa, kipindi iko mateso yakaingia, hatimaye uh, Sauli naye akawa ameingia kati kulitibua kanisa. Kanisa lilipoomba kwa bidii, nguvu ya Mungu ikatembea. Lile lile lililokuwa haliwezekani. Petro akatolewa gerezani na kaendelea kuhubiri Injili. Ukiomba kwa bidii, Yesu Kristo usiku wa leo atakufungua mia kwa mia. Mfano mwingine. Mfano wa bidii ya Naamani mkoma. Naamani mkoma tunakumbuka. Katika Wafalme wa pili sura ya tano mstari wa kwanza mpaka mstari wa kumi na nne tunaona Naamani aliambiwa akajichovye katika mto Jordan mara saba. Si kwamba alijichovya tu cha, cha, unafikiri ni kitu rahisi? Haikuwa hivyo, alijichovya mara ya kwanza. Mara ya kwanza alipojichovya, ameibuka juu katika kujichovya kwake, kabaki vile vile. Kajichovya mara, mara ya pili, kabaki vile vile, mara ya tatu kabaki vile vile, mara ya nne, ya tano, ya sita, bidii ya kuendelea kujichovya, hatimaye muujiza ukapatikana. Wafalme wa pili sura ya tano msara wa kwanza mpaka msara wa kumi na nne Linaonekana hilo mfano mwingine, wa mwisho ni mfano mwanamke Mkana nayo. Mwanamke Mkana nayo alikwenda kwa Yesu Kristo kuhitaji msaada wa binti yake na akafanya maombi mbele za Yesu Kristo, akamwomba Yesu. Yesu alikaa kimya, hakujibu chochote, hakujibu chochote. Ni kama wewe umeomba, unaona kimya kabisa, hakuna majibu kokote. Nataka nikwambie ukiomba kwa bidii hakuna kitu kitakachoshindikana. Yesu atafanya muujiza kama alimfanya muujiza kwa mwanamke Mkananayo, atafanya kwako vile vile. Mathayo 15:21 mpaka 27, Biblia inasema Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni, na tazama mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea akambazia sauti akisema unirehemu Yesu. Anatoa jibu, jibu ambalo lilimuumiza, lilimuumiza mwanamke yule. Yesu anasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotewa nyumba ya Israeli. Hakutu, jibu linalokatisha tamaa, manake wewe sio Mwisraeli, wewe mkana nayo ni mtu mwenyeji tu wa Kanaani. Sikutumwa kwako, kwa maneno mengine. Jibu linalokatisha tamaa. Inawezekana ukawa umeomba washirika kanisani, wakasema anajifanya muombaji, kama wanafunzi wanasema, anapiga kelele nyuma yetu, anajifanya tu anaomba omba, ana lolote huko. Sikatisho tamaa. Yesu anatafuta bidii yako. Anapoangalia bidii yako ata prove kwamba you unastahili you deserve to be given your answer, unastahili kupewa jibu lako. Mstari wa 23, mstari wa 24, akajibu akasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana, unisaidie. Akajibu akasema si vyema kukitoa chakula cha watoto. Wakati ule watoto walikuwa ni wana wa Israeli. Si vyema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Taifa lolote lililokuwa nje ya Israeli lilihesabika ni mbwa. Kwa hiyo anasema si vyema kukitoa chakula, muujiza ilikuwa inatajwa ni chakula. Si vyema kukitoa chakula hiki cha watoto, wana wa Israeli, na kuwatupia mbwa, nyinyi watu wa mataifa. Jibu baya. Nini kilitokea? Kili je ali, aliacha kuomba? Akasema ndiyo Bwana, lakini hata mbwa kula makombo yangu kawa mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa ewe kwako, kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Nini tunajifunza katika katika mfano mwanamke Mkana naye? Mwanamke aliendelea kuomba kwa bidii, hata pamoja na majibu ya kukatisha tamaa, hata katika mazingira ya kukatisha tamaa, mwanamke aliomba kwa bidii na hatimaye muujiza wake ukaweza kutokea. Kumbuka habari ya ya Yakobo, ikumbuke habari ya Yakobo. Yakobo ameomba, anaomba abarikiwe, hakuna eh, chochote kinachoweza kutokea. Nini kiliweza kutokea? Nini kiliweza kumpata Yakobo? ilikuwa ni kuendelea kuomba kwa bidii, ndicho kilichomfanya Yakobo aweze kubadilishwa ya jina kutoka Yakobo na kuitwa Israeli. Ni bidii. Je, uko tayari kuomba kwa bidii ili uone majibu yako? Mwanzo sura 32 mstari wa 24 mpaka mstari 28. Tuona na jinsi ambavyo bidii yake aking'ang'ania katika maombi, hatimaye Bwana akatokeza muujizo wake. Mwanzo thelathini na mbili msura wa ishirini na nne na kuendelea. Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri, naye alipoona ya kuwa mshindi alimgusa panapo uvungu wa paja lake, akateguka uvungu wa paja, akateguka uvungu wa paja la Yakobo, alipokuwa akishindana naye, akasema Niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuache usiponibariki. Akamuuliza, akamuliza jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Maombi ya bidii, usikubali kumwacha Bwana, endelea kuomba kwa bidii mpaka uone matokeo yeyote. Anayeomba kwa bidii hawezi kuto kumuona Bwana. Kumbuka andiko letu la msingi Mithali nane kumi na saba na wapenda wale wanipendao na wale nawapenda na wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Ukimtafuta Bwana kwa bidii, usiku wa leo Bwana ataonekana. Haijalishi una kansa, una kisukari, umekata tamaa, katika mazingira yoyote. Kuna mazingira, watoto wako, mwanao amefungwa, ndugu yako amefungwa kiuonevu, nataka atoke. Yuko mwingine umesingiziwa kesi, uko gerezani hivi sasa, Yesu Kristo anaweza kwenda kukutoa kwa jina la Yesu Kristo hitaji kufanya maombi na wewe. Wewe ambaye unalia wewe ambaye unateseka, shika popote pale ambapo unaumwa. I'm telling you, you are going to be delivered right now. You are going to be delivered right now. Unaenda kufunguliwa sasa, sio kesho. Una kansa una kisukari una upofu, uziwi, ububu, una magonjwa yoyote, una hali yoyote iliyoshirikana, Yesu anakuponya sasa kwa jina la Yesu Kristo, shika pale unapoumwa na uzingatie maombi hayo bidii Usiku wa leo napotoka iwani tunaingia kwenye usiku maombi ya kumng'ang'ania ya Bwana ya kumtafuta Bwana kwa bidii, ili uweze kupata uh, matokeo yale ambayo Bwana amekusudia. Ninakuombea sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi, mfungue mtoto wako yule ambaye amelala kitandani sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, inuka kwa jina la Yesu Kristo funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Angalia kesi yake, angalia kilio chake, angalia tabu yake. Funguka kwa jina la Yesu Kristo, pokea muujiza kamili, pokea kufunguliwa kamili, pokea miujiza kamili. Una kansa, kisukari, kwa jina la Yesu Kristo yuke Ye kama nta anavyoweza kukutana na moto. Una upofu, uziwi, ububu, funguka mara moja kwa jina la Yesu Kristo. Kila hali isiyowezekana ndani mwako hakuna jambo lisilowezekana. Luka moja thelathini na saba kwake Yesu Kristo yote yanawezekana. Pokea miujiza yote, upofu, macho yafunguliwe, uziwi ufunguliwe, ubugu ufunguliwe. Una vimbe, una mapafu yameharibika, una ukimwi, ukimwi na ulani kwa jina la Yesu Kristo kama Yesu Kristo alivyolani mtini. Una kesi wayote, imeshirikana na ifungua kesi hiyo una uchungu na mtoto wako, kwa mtoto wako amebebwa na awara ame, una uchungu mume wako amebebwa na awara, funguka, mume wako arudishwe sasa, kwa jina la Yesu Kristo. Umeporwa mke mke wako arudishwe kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uzima, pokea uzima kwenye maeneo yote, kwenye mishipa, kwenye mifupa, kila mahali funguliwa, kila mahali funguliwa, umeibiwa mume mume arudishwe, umeibiwa mke mke arudishwe, una, una, ndugu ambaye amefungwa, una mtu ambaye amefungwa na unataka afungwe, amefungwa, amefungwa kiuonevu, atoke sasa kwa mamlaka ya e jina la Yesu Kristo, kama Petro alivyotolewa, atoke mara moja kwa Yesu e Kristo. Asante Yesu Kristo kwa sababu unamfungua na kwa somo hili, kila mmoja ambaye ataenda kufanya kwa bidii practically ataenda kuona miujiza mikubwa, kwa utukufu wako Mungu, katika jina e la Yesu Kristo. Asante Mungu lihai, asante Mungu mwezi yote Jina lako litukuzwe kwa utukufu wako Mungu, miujiza yote itatendeka, miujiza yote inakwenda kufanyika. Sifa na utukufu ni za kwako, hutamwacha aliye mwanamke. Aliyelala kitandani, sasa inuka uliyelala kitandani. Mwenye, mwenye magongo tupa, anza kutembea. Mwenye uvimbe uvimbe umesha yuka, anza kujikagua mahali ulipo, na shida zote zimeyushwa katika jina la Yesu Amen.